Siku ya Jumatatu tukapata taarifa kwamba kuna baadhi ya mafuta ya transit e, madepo yameambiwa wa localize, ili yaweze kutumika nchini, lakini sasa, si tunatoa wito ili serikali iangalie e, kuweza kutoa tahadhari hii, kila mara kukimbizana na zimamoto ma, ma, yanapotokea matatizo kama haya. Maana kama tulijua kama meli itachelewa wiki mbili na hatuna stock ya wiki, kwa sababu habari tulizozipata ilikuwa tuna na Eura ilitoa kama mnakumbukumbu, kwamba wiki mmoja na iliyopita Eura walitoa kwamba yapo mafuta ya kutumika kwa wiki mbili. Sasa tunatoa wito kwa serikali iangalie jinsi ya, ku, ya kuwa na stock yake, ili yanapotokea matatizo kama haya, serikali iweze ku, kuingilia na ku substitute kuweka mbadala wa wa stoka ambazo kama zitakuwa zimekosekana huko mikoani.